Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Jina langu Rajab Sainik. Kama mlikuwa kwanza kutazama kwa video hii kupitia channel hii ya Rajab Sainik, bonyeza subscribe ili kwa kwanza kupata notification ya kila video mpya ambayo tutakuwa nayo upload katika YouTube channel yetu. Ah, unataka kupokea malipo eh, kupitia blogu yako, kuuza, labda yako, kupitia blog yako unauza product yako website. Sasa umekuwa ukitaka kujiunga na PesaPal. Sasa basi leo nakutengeneza video jinsi ya kujiunga na PesaPal. Tu ya kwanza ukiingia itafunguka kama hivyo, utabonyeza sehemu iliyoandikwa sign up. So baada ya kubonyeza sehemu iliyoandikwa sign up utashuka chini hapo ndani uta, utajaza hizo taarifa unazoziona hapo. Utajaza jina lako, utaanza kuchagua taarifa, utachagua Tanzania eh, itategemea na unapotokea wapi, utatengeneza na password huko, utaconfirm password utabonyeza chini pale palipoandikwa create account. Baada, baada ya ku-create account, e, uta, uta kuna vitu vingine hapo e, username, kuna username, kuna business name, kuna email ni nini nani yako yako ya pesa po inakuwa ipo tayari lakini, kuna baadhi ya vitu v, v, vitu au vijimambo vidogo vidogo ambavyo utatakiwa uvikamilishe eh, kama kuactivate kwenye email yako umeona. Kwa hiyo itatokea hivyo baadaya ita ikishatokea hivyo ya dashboard yako kama unavyoona hapo juu, utatakiwa ubonyeze ili kuactivate email. So mimi naona nimecheleweshewa kuletewa, lakini eh, ndo maana si kwenye video hii si sijaitengeneza. So kwenye kwenye video kwenye, kwenye ukiwa unatengeneza akaunti hapo palipoandika palipoandika activate email utabonyeza, then kuna notification itaingia kwenye simu yako hey, ambayo kwenye email ambayo utatakiwa kuibonyeza ili kuweza kuconfirm. Kama umeipenda video, usisahau kubonyeza neno iliyoandikwa subscribe kule comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki.